Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Aksoni Mwansasu amesema ni muhimu wananchi na viongozi waelewe majukumu ya mihimili ya dola na kuheshimu mipaka yake ili kulinda utawala wa sheria na demokrasia ya kweli. Akizungumza uh, mapema leo Jumapili Juni 15 mwaka 2025 Ikulu jijini Dodoma katika hafla ya kumwapisha jaji mkuu mpya Joji Masaju, Dr. Tulia amesema baadhi ya watu husherekea maamuzi ya mahakama kama ushindi wa bahati nasibu bila kuelewa msingi wa katiba namnukuu: mazingira yake ni kwamba wanaweza kutoa maelekezo kama mkuu wa nchi lakini wakati mwingine kama mkuu wa serikali. Kwa hivyo lazima wananchi wapate hiyo fursa, na ndio maana nimesema hapa, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litaendelea kushirikiana na mahakama. Kwa maana ya kwamba sisi, ni kazi yetu kutunga sheria, lakini tukishatunga sheria ni kazi ya mahakama kutafsiri sheria, wakati ni kazi ya serikali kutekeleza sheria. Kwa hivyo hata hapa juzi eh, mahakama imetoa imetoa uamuzi ambao nimesikia watu mahali wanasherekea kana kwamba wameshinda lotari hivi. Nikashangaa sana, nikasema, hawa ni wanasheria kweli? Wanaijua katiba? Kwa sababu katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inatupa fursa kama bunge kutunga sheria, inaipa mahakama kazi ya kutafsiri sheria. Mahakama ikishatafsiri hiyo sheria ni kazi yetu bunge sasa kuchukua hatua. Na wakati mwingine kwa upande mwingine mahakama inaweza ikatoa hukumu fulani. Lakini bunge likiona mmm, hii hukumu iko namna fulani, tunatunga sasa sheria kuweka ile misingi kuweka ile mipaka. Kwa hivyo lazima wananchi wafike mahali ambapo kwa kweli wataelewa kazi ya hii mihimili na pia kumweka rais rais eh, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mahali anapostahili na kumtofautisha na jaji mkuu kumtofautisha na spika, wakati huo huo hata yeye kumtofautisha anapofanya kazi kama mkuu wa mhimili wa serikali. Mheshimiwa Jaji Mkuu, tunakutakia kila laheri katika utekelezaji wako, na Mheshimiwa Rais pia tunakutakia kila laheri Rais anavyofanya kazi kama mkuu wa muhimili mkuu, amesema Dkt. Tulia. Hii ina, e, ni, ni jambo ambalo limemshangaza e, spika wa bunge baada ya kuona e, baadhi ya watu wakisherekea uamuzi wa, wa mahakama e, kuruhusu viongozi wakuu wa serikali kushitakiwa.